Bonga na majenzi. Jenzi, tuko na tuko na madaktari tuko na maloya chungori mingi, majenzi wanapitia ni histori kama bado hio batowase. Majenzi wako na makesi kotini bado batowas, hakuna mseuki kwa kile anakuambia mitichani iichani utatoa wapi? Lakini sasa hizi ukiamua, unaongea tu na unaingia jenzi online. siku hizi kila kitu kwa online. Ya, utapata tu msiana kusimamia iwe OC, iwe nini. Ya, ni hapo hapo pia amba

3 to 4. Tuwekewe hapo. Nataka hao watu washike loyalty. Proverbs chapter number 3 verses 3 to 4. Imesema Proverbs. You are not loyal. Yaani ukiwa huko juu. Listen to this